Leo tunaendelea na somo letu. Nilitamani sana wiki hii tuweze kuzungumzia juu ya ndege tuliyemzoea, ndege wa aina yake, kunguru. Ndiye niliyekuwa nikimzungumza tangu tulivyoanza. Tumejaribu kuweza kuona ndege huyu kunguru jinsi alivyo kwa wale ambao leo tunaingia kwa mara ya kwanza, e, kunguru ni ndege tuliyemzoea ndege aliyepata kufahamika tangu kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, huyu ndege amekumbana na, na Nuhu wakati wa safina. Tunafahamu hicho kisa jinsi kilivyo. Ndege huyo huyo nikamleta kipindi cha Eliya jinsi alivyokuwa na ndege huyu mwanzo alifanya vibaya, lakini mwisho alifanya vizuri. Tunahitajika katika maisha yetu ya Ukristo kuwa na badiliko, tuache kung'ang'ana kukomaa na maisha yale yale ya zamani. Nataka niwaambieni watakatifu wa Bwana, kila mmoja uliyefika asubuhi hii, ambaye tuko katika kipindi hiki kila mmoja kubali kutengeneza jina, kubali kubadilisha jina, kubali kubadilisha tabia. Inawezekana, Mungu wetu yupo, inawezekana. Mbona unakata tamaa mapema? Mbona unashindwa? Amua kubadilisha tabia, jenga jina yule mtu fulani watu waseme, usijukaona mtu fulani anatamkwa, usijukaona hata kunguru, leo tunamsimulia alifanya mambo makubwa, aliwahi kutoroka kaenda zake, kaendelea na mambo yake. Kunguru leo tunayemzungumzia kupaswa hata kidogo kuzungumzwa na nenda, hata zunguka, hata mitaani uone nani atakupa stori nzuri ya kunguru. Lakini nataka nikwambie hivi haijalishi hali ikoje, amua asubuhi ya leo kusema sasa imetosha. Tengeneza jina lako, badilisha we mwenyewe. Kumbe unaweza ukafanya vitu vizuri, wewe ukiamua, sio ukiamuliwa. Aa, wewe ukiamua, ukikubali kusikiliza sauti ya Mungu. Na ndiyo maana leo nikashawishika tuweze kuangalia jana. Tuliweza kuangalia sifa za watu watakaokuwa wanaofaa kwenda mbinguni, tukaona ni watu ambao ni watu wanaotenda haki, watu wasiosema uongo, watu waaminifu. Leo nataka ni mwenue mtu mmoja ambaye tumemzoea sana kuliko kawaida, ndugu yetu Daudi. Daudi tumekuwa tukimsoma na mara nyingi, watu wengi tuna tunasikiliza habari zake. Daudi alikuwa kama sisi, Daudi alikuwa kama wewe, lakini Daudi katika maisha yake alitumia fursa kikamilifu Alipokuwa na shindwa jamani, Daudi alikuwa anaenda miguuni pa Mungu mara moja, akitenda dhambi akikumbuka, da anaenda mbio, anapiga magoti, atalia kwa Mungu na Mungu atakubali kumsamehe. Daudi alikuwa na matatizo makubwa, sio kama ya kwako na ya kwangu. Matatizo kama yule yaliwezekana, ya kwetu yanawezekana kusaidika siku moja e. Ukisoma kitabu cha Zaburi sabini na nane mstari wa sabini Zaburi sabini na nane mstari wa sabini anasema akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa katika mazizi ya kondoo. Daudi, Daudi alisahauliwa na kila mtu Daudi alikuwa hakumbukwi. Ashukuriwe tu Mungu aliyemkumbuka. Kwa kifupi, kumbukeni stori ya Daudi, wakati Mungu amempata wa mtu kutoka katika nyumba ya mzee Yese, ameenda mtumishi wa Mungu, wameitwa wa watu wote mle ndani, hakuna mtu aliyekumbuka kuwa daudi yupo hayupo. Daudi hayupo, yuko huko porini anachunga, hana moja wala mbili. Ndugu zake wote wamekaa hapo kwenye sherehe wameitana wote, kila mmoja amepitishwa hapo, anasema hapana. Mtumishi wa Mungu ashukuliwe, Mungu aliyekuchagua wewe na mimi, akitegemea huenda utamwakilisha vizuri. Anauliza, hivi hakuna mtu mwingine hapa? Ndio wanakumbuka kuna jamaa yuko huko anachunga kondoo. Hebu rafiki yangu, hebu kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea Mbona umetoka mbali sana, mbona umetoka kwenye mazingira magumu sana, mbona hakuna hata mtu ambaye angeweza kulitaja jina la kwako? Leo una jina kubwa Iringa, una jina kubwa Dodoma, una jina kubwa Mwanza, una jina kubwa katika ukoo wako, una jina kubwa katika familia yako. Wewe wewe leo unaonekana wewe leo unashindwaje kumwakilisha tena Mungu? Mbona hutaki kurudi miguuni pake? Mungu aliyekutoa kwenye mazizi yale, kule ulikokuwa kwenye udhaifu ule, mbona hutaki kuondoka Rafiki zangu, asubuhi ya leo, tunapokuwa tukitembea katika dunia, kumbuka kuwa wewe ni wa thamani sana, wewe ni wa pekee. Inawezekana, fanya vizuri leo. Jana ulishindwa, ulishindwa jana, ukushindwa leo, leo wewe ni mshindi. Mungu anategemea aweze kuona kitu fulani katika maisha yako. Daudi hakukata tamaa nataka niwaambieni jamani, kila mmoja asubuhi ya leo tuwe tunajifunza tu haya maisha ya kawaida. Haina haja mpaka tukazungumza unabii mkubwa, tuzungumze vitu vya kawaida. Kutengeneza jina lako ndiko kuna kufanya uweze kuwa mtu bora. Jina lako linaweza likaishi hata kama haupo leo. Yule kunguru aliyefanya vituko kwa Elia, aliyefanya vituko kwa Nuhu, aliyefanya miujiza leo hayupo, lakini habari zake zipo. Wewe hatima yako leo ikoje? Unadhani utazungumzwa muda gani? Watu watakusema wewe ni nani? Ulifanya nini? Watu hawasifiwi rafiki zangu kwa umaskini walionao, ah-ah. Hawasifiwi kwa uoga walionao a -a. Hawasifiwi kwa tabia mbaya walizonazo a -a. Watu wanasifiwa kwa kazi walizozifanya. Acha jina lako leo lionekane. Huyu kunguru alionekana mwaminifu, amefanya kitu ambacho hakuna mtu anaweza kukifanya, kubeba nyama na mikate, na yeye hajala anapeleka asubuhi na jioni. Ni hadithi isiyoisha utamu wake. Wewe pia katika mtaa wako, wewe pia katika nyumba yako, wewe pia katika ofisi yako, wewe pia katika kanisa lako, wewe andika jina lako. Haijalishi jana ulikuwa dhaifu kiasi gani, leo hebu onyesha ukweli wa mambo jinsi ulivyo kuwa inawezekana hata kama watu walikuona hufai, wewe wahakikishie kuwa inawezekana. Wewe ni mtu bora, wewe ni mtu makini. Hata kama ukibezwa kiasi gani, tambua Mungu wetu amekuchagua wewe, kutoka kijijini kwenu kule ulipo. Usijisahaulishe, kumbuka kule ulikotoka mwanangu. Umekuja mpaka hapa tena, hata hapa umefika, umesahau kila alichokutendea Mungu. Umesahau kweli, umesahau Hapana, fanya walifanya inawezekana. Tukafanya jana tulishindwa, nimesema, lakini leo inawezekana. Watu watakaofaa kwenda kukaa na mungu wetu wana sifa ya pekee, kama tulivyokuwa tukiangalia, kama tulivyokuwa tukiangalia jana, mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake. Tuwe watu wa kweli, tuwe watu waadilifu, tuwe watu waaminifu, watakatifu. Mbingu zimekuchagua wewe. Hu, haupo kwenye nyumba hiyo saizi uliokaa kwa bahati mbaya hukupata hicho kiwanja kwa bahati mbaya, hukupata hilo gari kwa bahati mbaya. Wewe ni kunguru, Mungu amekuchagua amekuamuru, tuone ibada kila mahali, wewe kila mahali. Acha watu waseme jamani, ee eh, leo tunaenda kwa mwenyekiti wetu aliyekuwa anasimamia vipindi. Yule mzee alikuwa anafanya moja mbili tatu. Ah, natamani kuwa kama yule mzee. Haikujalisha, unajua wakati fulani wale tunaokuwe po hapa. Kuna watu wengine kwa umri wao anaamka asubuhi anajikongoja, kwa sababu anakuja kwenye ibada. Amemuona Mungu, Mungu anayebadilisha ameamua aandike historia mpya katika maisha yake, kuwa na yeye alifanya hukujali mazingira, hukujali eneo, ulijali Mungu uliye naye. Mungu amekuchagua asubuhi ya leo. Mungu amekuita kutoka kule ulikotoka, kutoka kule ulikoishi, kutoka kule ulikokatiwa tamaa. Leo mbingu zinatamani wewe utembee, maana umechaguliwa toka katika mazizi ya kondoo. Sasa simama hapa, tulia hapa, ng'ang'ana miguuni pa Yesu. Muulize Yesu siku ya leo, tafadhali Bwana, naomba na mimi unikumbuke, naomba na mimi unisaidie, naomba na mimi unibadilishe. Mungu yuko tayari kukutendea. Bwana atubariki wote asubuhi ya leo kwa neno hili fupi, twende tukiwa na amani ya Bwana tukijua Mungu wetu yupo na atatutendea. Ashukuriwe Mungu aliyetupa fursa ya asubuhi ya leo tukutane, ili tuweze kusikia neno hili. Asante Yesu. Bwana atubariki kwa jina la Yesu, amen.